Na sasa tutazamie huko Marekani. Timu ya Rais wa Marekani Donald Trump inaamini ya kwamba mabadiliko ya utawala huenda ndiyo njia pekee ya kuepusha vita vya dunia, hivyo imekutana na viongozi wa upinzani wa Ukraine ili kujadili kufanyika kwa uchaguzi wa dharura ili kumwondoa Rais Zelensky. Baada ya timu ya Trump na viongozi hao wa Ukraine kukutana, viongozi wa upinzani wa Ukraine Wamepinga vikali uchaguzi wakati wa vita. Viongozi wa vyama viwili vikubwa vya upinzani nchini Ukraini wakiwemo Rais wa zamani Petro Poroshenko na Waziri Mkuu wa zamani Yulia Tymoshenko wamethibitisha kuwa timu zao zimezungumza na maafisa Marekani kuhusu hali ya kisiasa ya nchi hiyo. Viongozi wote wawili wanapinga vikali kufanyika kwa uchaguzi wakati nchi ipo vitani, wakisema ingekuwa isiyo na haki na isiyo salama kwa wapiga kura na wanajeshi waliopo mstari wa mbele. Kama bado hujasubscribe chaneli hii ya Sawasawa Digital, basi nakushauri kuwa wa kwanza kusubscribe chaneli hii ya Sawasawa Digital ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, lakini usisahau kuwasha alama ya kengele ili tu uwe unapata taarifa zetu punde tunapokuwa tumekuwekea, lakini pia usisahau kukoment, kushare na kulike.